mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Taifa, na ni wakili wa mahakama kuu. Karibu watu wa Mbalali. Nikiwauliza, ngumi ziko wapi? Tusalimiane, naomba mseme hizi hapa. Ziko ziko wapi? Watu wa Mbalali, ngumi ziko wapi? Tusalimiane. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, Mheshimiwa dada yangu Rose Mayemba, mjumbe wa kamati kuu Mheshimiwa Sharifa mwenyekiti wa baraza la wanawake Chadema Taifa, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu Kanda ya Nyasa, Mheshimiwa viongozi wa kanda mikoa na majimbo. Asalamu alaykum, watu wa Mbarali. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninayezungumza kwa sasa naitwa Deogratias Mahinyila Alimza, ni wakili kama alivyosema dada yangu, lakini pia mimi ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Namshukuru sana Mungu kufika hapa Mbarali na kuzungumza na nyinyi watu wa Mbarali. Sasa kwa sababu ya muda, naomba niseme kwa haraka haraka mambo machache. Jambo la kwanza, Rais Samia na serikali yako, tunawaomba sana tafadhalini sana, acheni kulitabilia jambo hili mambo ya hovyo. Hili taifa halijawahi kuwa na haini. Kosa la uhaini ni kosa ambalo hatupaswi kulichekea chekea, hatupaswi kuona kama ni njugu za kumgawia mtu yoyote. Siku taifa hili likija kumpata haini, hawa polisi hawatamkamata kirahisi. Sisi Bavicha, sisi Bavicha, msimamo wetu na kauli yetu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu mwenyekiti wa, mwenye wa chama chetu sio haini na hawezi kuja kuwa haini kwenye taifa hili. Tunawahitaji mumwachie Mheshimiwa Lissu bila masharti yoyote, kwa sababu hajawahi kuwa haini, na haya mambo ya kuwagawia watu uhaini ni mnaliombea taifa hili mambo ya ovyo, mambo ya ajabu ambayo hayakubaliki duniani wala mbinguni Amen. Sasa kama mnataka taifa hili liwe na mhaini shauri yenu. Jambo la pili, nyiye watu wa Mbarali tunafahamu changamoto mlizo nazo kila siku. Mbarali haijawahi kuwa kuacha kuwa na vilio vya migogoro ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji. Nyiye watu wa Mbarali hamjawahi kuacha kulia kuhusiana na changamoto za askari wa TANAPA kuua watu wanaua waui nyie watu wa Mbarali hamjawahi kuacha kuzilalamikia hizi jieni za kihuni, kuanzia jieni namba 28 mpaka jieni namba 754 ambazo kila siku zinapora maeneo yenu. Nye watu wa Mbarali hamjawahi kuacha kulalamikia ushuru wa mazao yenu, ushuru wa mpunga wenu. Hizo changamoto mlizo nazo hazitakuja kuondolewa leo na hata milele, kama mtakuja kuwa na nafasi ya kuchagua viongozi mliowataka nye wenyewe Haya masisiemu kila siku yanatuchonganisha maskini kwa maskini, tuuane na tupigane. Hawa polisi ni maskini wenzetu, hamna chochote wanacholipwa cha maana. Kila siku wanatumwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi kuua maskini wenzao wa watu wa Mbarali. Sasa niwambieni polisi, niwambieni polisi na watu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwenye taifa letu, siku sisi maskini wenzenu kija kuona nyesi wao watu salama kwetu, haki ya Mungu, mama zenu, baba zenu, wajomba zenu hawatakuwa na wenyewe salama. Kwa hiyo kabla hatujafika huko mnakotaka kutupeleka, tunawaombeni sana, maisha na uhai ni zawadi tuliyopewa na Mwenyezi Mungu, kila mmoja anapaswa kuifurahia kila siku. Mnadhani kila siku mnadhani siku mnadhani hawa Chadema watafanya nini? Haki ya Mungu nawaambieni, siku ambayo Chadema tutafanya chochote, hakuna watu wa mtu wa usalama atakayejua, hamna mtu wa polisi atakayejua, hamna kiumbe yoyote atakayejua siku Chadema tukichoka. Endeleeni kutuona sisi ni watu wa maana, tunavyosema hadharani. Mkisikia mimi nimesimama, mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema nazungumza, mnapaswa kujua na wasemea wa Tanzania wengi ambao hawana wa nafasi ya kusema mambo yaliyoko mioyoni mwao. Hampasi kutuona sisi ni maadui, hampasi kutuona sisi ni watu ambao wa tunania njema na taifa hili. Tunachokisema, tunasema mambo ambayo yanawafanya watanzania wapumue. Jambo la mwisho, nimemsikia kijana mmoja muhuni wa chama cha mapinduzi, ni kijana wa kawaida kabisa, anasema eti Chadema inaogopa uchaguzi. Pumbavu. Hii Chadema inaogopa uchaguzi? Uchaguzi ambao ili CCM ishinde ni lazima iue hata mgombea wa kitongoji wa Chadema, wamefanya Manyoni, Steven Chalamira kule Tunduma wamemuua, mnataka na leo hii tena Chadema tushiriki kwenye uchaguzi ambao vijana wa Mbarali watapoteza miguu kwa kuvunjika, watapoteza uhai? Ndo mnataka Chadema iwe hivyo? Hii Chadema sio tawi la CCM hii Chadema haiwezi kuingia kwenye uchaguzi ili kuwahalalishia CCM ujambazi wao wa kuiba uchaguzi. Msimamo wa chama hiki ni kusipokuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, huo uchaguzi hautakuwepo, na hakuna uchaguzi utafanyika kwenye taifa hili kama Chadema haitashiriki. Hakuna mtu yoyote ataamini kama ni uchaguzi. Nawashukuruni sana, Mungu awabariki sana, tutarudi siku moja hapa Mbarali. Asanteni.